Baada ya kutazama faida ambazo anapata mtoto kwa kupitia maziwa ya mama au kwa kupitia kunyonya maziwa mama au kukamuliwa maziwa, lakini faida ambayo anapata kwa kunywa maziwa mama yote, tutazame faida ambazo mama atazipata, lakini mtoto atazipata kwa kupitia mbinu mbili ambazo mtoto anaweza akapatiwa maziwa ya mama, yaani maanake mama akafanya maamuzi ya kukamua hizo, kwa kuambiwa au kwa yeye mwenyewe akafanya maamuzi ya kukamua, lakini kwa mama ambaye atakuwa anaonyesha, ni faida gani ambazo zinaweza zikajitokeza kwa mama kutumia ye hizi mbinu mbili kwa upande wake, au mtoto anaweza akapata kwa kupitia mama kukamua, au mama kupata faida kwa kupitia kukamua au kunyonyesha. Hii itakufanya kuwa na uhakika kwa mtoto wako, lakini pia kuna faida ambazo nyingine tutaziona ambazo mama unaweza kufaidika, lakini mtoto anaweza kufaidika kwa kupitia mbinu mbili ambazo nitaelekeza, au mbinu mbili ambazo unakosa kuzifahamu. Ni vyema ukaendelea kusubscribe na kujifunza zaidi na kupata maarifa mengi zaidi na kama umekutana na darasa hili ni vyema ukaita wengine wa wakapata kujifunza ambao kwao itakuwa msaada na kuweza kupata maarifa mbalimbali na kuweza mama kupata option nyingi au faida nyingi ambazo anaweza kazitumia kwa yeye baada ya kujifungua, faida ambayo mtoto anaweza akapata, lakini faida ambazo mama anaweza akapata kwa kupitia kukamua ni mtoto kuweza kushiba. Hii kutokana na kiwango ambacho mama utakuwa na wakati unakamua na unakamua na kumpatia mtoto. Kwa hiyo mtoto anaweza akashiba, kutokana na changamoto ambayo inajitokeza wengi, baada ya kwenda kliniki muda mchache baada ya kujifungua au mwezi mmoja baada ya kujifungua, mtoto anajikuta uzito umeshuka, na hii kutokana na maziwa ambayo mama atakuwa ananyonyesha mtoto wake atakuwa hawezi kushiba, au maziwa mama ambayo anazalisha yeye anakuwa ni machache, na hapa ndipo tunapata faida ya pili ambayo mama atafaidika nayo, ambayo ni kujua kiwango cha maziwa ambacho mama atakuwa anatoa. Inawezekana wewe kama miongoni mwa watu ambao ushatokea ukalaza mtoto wako kwa kuambia ana uzito mdogo, au mtoto wako ashidi, ikapelekea kupungukiwa maji, au mtoto wako akapata utapiamlo kwa sababu ya maziwa ambacho anapata, au kiwango cha maziwa ambacho anapata ni kidogo, na mtoto kupata shida. Sasa kuweza kupata faida ya kukamua ni kujua kiwango cha maziwa ambacho mama atakuwa anatoa, na kwake kieneza ikawa msaada zaidi, na kumfanya kuwa na uhakika mtoto wake kwamba anaweza akanywa maziwa akashiba. Ndio tutarudi hapa kwamba ukiweza kujua kiwango cha maziwa ambacho nakamua, unaweza kumsaidia mtoto wako kwa mbinu nyingine, au uweza kumsaidia mtoto uweza kushiba kipindi ambacho anatumia maziwa ya mama. Lakini faida tun tunaopata ya tatu ambayo mama watatumia au itapatikana kwa mama kukamua ni kuweza kumsaidia mama ambaye ana changamoto. Hapa changamoto za mama zinaweza zikawa nyingi, ikiwemo kama mama atakuwa ni bize sana, au atakuwa ni mwajiriwa na kalazimika kwenda kazini, yaani maanake mama atakuwa na muda mchache wa kuweza kumnyonyesha mwanae. Sasa mtoto anaweza asishibe. Kwa kupitia kukamua, ni mama kuwa na uhakika, hata kama atakuwa bize muda mrefu, atakosa muda mwingi wa kunyonyesha, lakini kipindi ambacho atakuwa bize, mtoto wake anaweza akanywa maziwa na kushiba kwa kupitia kukamuliwa maziwa ya mama. Kwa hiyo mtoto ataendelea kupata faida ya kunywa maziwa ya mama kwa kupitia mbinu ya kukamua. Kwa hiyo ni mbinu ambayo itafaidika au mama atafaidika, kwa mama ambaye atakuwa na changamoto kwa upande wa kazi au mama atakuwa na changamoto kwa upande wa ziwa lake. Mfano, mama ambaye kama atakuwa na chuchu ambayo iko flat au itakuwa msawazo sawa na ziwa, au mtoto atashindwa kushika chuchu. Sasa ni kipindi ambacho mtoto anahitaji kula, ni vyema kukamua maziwa kumsaidia mama aweze kutoa maziwa au mtoto aweze kukula maziwa ya mama kwa kupitia kukamuliwa. Kwa mama utakamua maziwa ambayo atakuwa msaada kwa mtoto kuendelea kupata maziwa ya mama hata kama mama bado atakuwa na changamoto. Pia inawezekana yeah, mama uko na changamoto wakati wa kujifungua kwako, weka ukashindwa kunyonyesha kwa wakati. Mbinu kumsaidia mtoto kuendelea kupata maziwa ya mama mama hata kama ana changamoto ni pale ambapo mama tutakushauri uweze kukamua, au mama tutaku tutakukamua maziwa, au ndugu ambaye anahusika na wewe moja kwa moja atahusika moja moja kwa moja na kukamua maziwa, ili mradi mama ambapo utaendelea kutibiwa na changamoto zako, mtoto bado endelea kufaidika maziwa ya kwako kwa ambapo mama utakuwa anampatia faida. So, nne ambayo tunapata hapa ni pale kuongeza uzito wa mtoto kwa haraka zaidi. Pale ambapo mama, kama utakuwa unajihisi mtoto anapungua uzito kwa haraka zaidi, na haujui kiwango cha maziwa ambacho mama utakuwa anakamua kwa hiyo au kiwango cha maziwa ambacho mtoto alikuwa ananyonya kupitia kunyonyesha, ndivyo mama ukafanya maamuzi ya kukamua, ili itamfanya kuwa salama zaidi au itamfanya kuwa bora kipindi chote kwa kuongeza uzito wake kwa haraka zaidi. Kwa hiyo namna gani ya kujisaidia hapa? Nafikiri wengi ushakutana na hii hali, mtoto wako anapungua uzito, halafu kaenda hospitalini, huwa anakuambia ukamue maziwa au uongeze namna ya kunyonyesha zaidi. Sasa hospitali nyingine wanakuambia mama ubaki hospitalini tuangalie kiwango cha maziwa ambacho nakamua, na kama kitakuwa kichache watakushauri ununue maziwa mengine. Kwa hiyo utakuwa nakamua maziwa ya kwako kwa, lakini pia utakuwa unachanganya na maziwa mengine ambayo mtoto anaweza kaongezeka uzito lakini akakuwa vizuri katika uzito ambao unatakiwa kwa mtoto kwa wakati huo. Faida nyingine ambayo ni ya mwisho ni kwa kwenda kukamua ni kumsaidia mtoto ambaye ana changamoto wakati wa kuzaliwa. Yaani mtoto ambaye amezaliwa na changamoto. Yani changamoto. Labda inaweza ikawa mtoto amezaliwa mdogo zaidi au mtoto amezaliwa ni kabla wakati, maana yake ana changamoto labda, au mtoto ana shida katika mfumo wake wa chakula. Sasa namna gani kumsaidia huyo mtoto kwa kuweza kupata maziwa ya mama ikiwemo kama yeye taa zake haziwezi kufanya kazi kutokana na udogo wake. Kwa hiyo mtoto ataendelea kupata maziwa mama kwa kupitia kukamua. Kwa hiyo mtoto anaweza kafaidika kupitia maziwa mama lakini ata, atapata njia ya kunyesha inaweza ikawa ni mdomoni au kwenye mipira ya chakula kipindi ambacho mtoto ana changamoto lakini anapata maziwa mama kwa njia ya kukamuliwa. Tutazame faida ambazo mama anazipata lakini mtoto anazipata kupitia kunyonyesha. Kwa hapa ushatoka upande wa kukamua tutazame faida gani ambazo mama atazipata kwa, kwa, kwa, kwa hiyo kwa mama kunyonyesha mtoto wako. Kwanza natengeneza muunganiko na kati yako wewe na mtoto wako kwa hiyo mtoto wako atakuwa anakufahamu lakini wewe mama unamfahamu mtoto wako. Kwa hiyo kutakuwa na muunganiko ambao unahusianisha kati ya damu ya mama na damu ya mtoto au mama kumfahamu mtoto na mtoto kumfahamu mama. Faida ya pili ambayo inaweza kapata ambayo inaenda sambamba kidogo na na pointi ya kwanza ni kuweza mama kutambua changamoto ambazo anapitia mtoto. Ukipitia kukamua unawezekana usipate nafasi ya kuweza kutambua changamoto ambazo anapitia mtoto wako. Maana yako utakuwa na muda wa mchache wa kukaa na mtoto wako na kumtambua changamoto ambazo anapitia kwa wakati huo. Kwa muda huo utakuwa na unakamua maziwa na kumpatia mtoto wako au unakamua maziwa na kumwachia dada kazi alafu kaendelea mishemishe nyingine. Sasa kupitia kunyonyesha mama anapata faida ya kumtambua mtoto wake changamoto ambazo anapitia. Na hii kutokana kama mtu ambaye atahusika moja kwa moja kumpatia mtoto wako maziwa na hajui vitu ambavyo vinajitokeza kwa mtoto wako, au hajui dalili ya hatari kwa watoto, au vitu ambavyo akiviona kwa mtoto ni hatari. Kwa hiyo inawezekana akaendelea kumpatia maziwa, lakini alitakiwa achukue hatua mapema zaidi baada ya kuona changamoto imetokea. Kwa mama ambaye ananyonyesha mara kwa mara, ye faida anaopata ni pale ambapo atakuwa anajua au atakuwa na uhakika mtoto wake yuko salama kwa ku kwa kuzitambua mapema zaidi dalili hatari kwa watoto wachanga. Baada ya mama kujifungua au baada ya mama kupata ujauzito huwa anakutana na changamoto mbalimbali ikiwemo mifumo mbalimbali kucheza au kutokuwa sawa. Kwao, mama anapopitia kunyonyesha au mama anapopata nafasi kunyonyesha huwa anaweza kurudisha mifumo hiyo katika mfumo ambao utakuwa salama zaidi. Baadhi ya mifumo ambayo inaweza ikacheza wakati wa wa kuweza kujifungua kwake au mama anapokuwa mjamzito ni mifumo mfano mfumo ambao unahusika na masuala ya homoni unaweza ukacheza na mama kumtia shida sana, akakosa hamu ya kula au mama akawa na appetite ambayo sio nzuri sana kwa hiyo homoni zake zikawa zimecheza. Kwa mama anapopata kunyonyesha mara kwa mara, mfumo wa homoni unakaa sawa, lakini kama mama atakuwa anapoteza hamu ya kula, lakini baada ya kunyonyesha anaweza akaulisha sawa. Mfumo wa mifupa ambao kama mama atakuwa nayo, lakini pia mfumo wa kibofu au mfumo wa mkojo ambao mama anaweza kukumbana nayo wakati wa ujauzito wake kuelekea kujifungua na baada ya kujifungua kupitia kunyonyesha, anaweza kaulisha mifumo ikawa salama zaidi. Kwa mama anayenyonyesha, anaweza akapata faida mbalimbali ikiwemo kulisha maazi ya vitu mahala pake, ikiwemo uzito mama ambao atakuwa nao wakati wa ujauzito wake. Akinyonyesha mara kwa mara baada ya kujifungua, uzito unashuka na shuka, mama kuwa katika hali ya usalama kipindi chote, umeepusha na saratani ya matiti lakini na saratani katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Hii ni faida ambayo mama anapata kupitia kunyonyesha kwake. Wakati utakapofanya maamuzi ya kukamua alafu unyonyeshi, basi unaweza kuwa miongoni mwa watu ambao wanakutana na hasara ya kukutana na saratani ya matiti ambayo mama atakumbana nayo, au ye, saratani ya mji wa mimba au mfumo mzima wa uzazi ambao mama atakuwa nao. Kwa hiyo mama anayenyonyesha anapata hiyo faida ambayo kwake itamfanya kuwa salama ya kumlinda, ya na kumlinda dhidi ya changamoto ambazo anazipata sasa namna gani kujisaidia ni mama kuendelea kunyonyesha kipindi chote, sio saratani tu ambayo nimesema, hata mifumo mingine ambayo inaweza ikatiza wakati wa uzito wako, basi unaweza kusuluhisha kwa kupitia mbinu ya kunyonyesha. Kukata damu mapema zaidi baada ya mama kujifungua. Imetokea umejifungua kwa mama kapoteza damu nyingi sana au damu zikaendelea kutoka. Inaweza ikawa na sababu nyingi ambazo zinazopelekea mama akatoka na damu nyingi zaidi au damu kuendelea kutoka mda mrefu. Sasa namna ya kujisaidia mama ni kuweza kufika hospitalini mapema zaidi na kufanyiwa uchunguzi kuona damu inatoka kwa sababu gani. Usiendelee kukaa nyumbani muda mrefu, lakini baada ya kutanguliwa tatizo, ni vema mama ukaendelea kunyonyesha mara kwa mara, ili itasaidia kukata damu ambayo inatoka muda mrefu na kwa, na kuepusha changamoto ambazo unaweza kuzipata. Kuna mama ambao damu chache au kupoteza damu baada ya kujifungua au siku chache baada ya kujifungua damu kaendelea kutoka na kuwa na muda mchache. Kwa kupitia kunyonyesha wako itakufanya kuwa salama au itakufanya kuwa na uhakika kukatisha damu mapema zaidi ambapo kutakuwa msaada. Faida ya mwisho ambayo inajitokeza au faida ya mwisho ambayo mama atapata ni kuweza kuchelewesha hedhi kurudi kwa wakati husika. Yaani, maana yake kama mama utakuwa na changamoto ya kuwahi kurudi kwa hedhi yako baada ya kujifungua. Mama ambaye ananyonyesha mara kwa mara kwa kwake hedhi itachelewa kurudi na kutuelekea mama kutopata ujauzito wa, wa mapema mama baada ya kujifungua, akawa atumie kinga ni maana hajatumia zote wa mpango wote ambao kwa kitu itamlinda zidi ya changamoto ya kupata ujauzito mapema zaidi baada ya kujifungua. Kwa hiyo hii itasaidia kuchelewesha hedhi ambayo itaweza kumlinda mama asipate ujauzito wa mapema zaidi. Kwa ni faida ambayo anapata mama kwa kupitia kunyonyesha. Lakini faida ambazo mama na mtoto anazipata au wanazipata kwa kupitia mbinu ambayo mama ataamua kupata kumpatia mtoto wake maziwa Aidha mama akamue au anyonyeshe. Je, yeah, unaona pini mbinu gani ambayo unafikiri hapa kwako imekusaidia pindi ambacho unanyonyesha au kwa sababu unafikiri kwa kwako itakuwa msaada? Lakini cha kuzingatia hapa ni kwamba mama usiache mbinu hata moja au usianze kuitenga, au baada ya kuona faida ukaanza kusema bwana, mimi mimoja ni mgoja ni mimi ngoja nitumie hii au mimi ngoja nitumie hii peke yake, zote mbili zina faida na mimi ukinifuata mimi ukinipata na kuomba ushauri basi, nitakushauri utumie mbinu zote mbili ambazo kwako zitakuwa salama, kutokana na faida ambazo zinapatikana kwa mtoto kupata maziwa kupitia mbinu zote mbili. Niandikia kwenye komenti ni mbinu gani ambayo nafikiri kwako itakuwa msaada au ni faida gani ambayo hujaiona hapa ambayo nafikiri jamii itapaswa kujifunza zaidi. Wewe niandikia hapo. Kama kuna darasa hili, basi usisahau ni kulaiki nakochea watu wengine ili waweze kujifunza kuhusiana na elimu ya afya, ambayo tunajifunza mambo mbalimbali ya kiafya. Hajaisi kwamba ni mja mzito au mambo ambayo ni kubwa, lakini umri hatuangalie kwamba ni mzee au ni kijana au ni mtoto. Kuendelea kujifunza, chaneli hii tutajifunza mambo mbalimbali ya kiafya, hatutaangalia umesoma au hujasoma. Tutajifunza mbinu kwa mbinu, tutajifunza mambo mbalimbali ya kiafya kwa njia rahisi ambayo itakufanya wewe kupata maarifa mengi mengi zaidi ya kiafya. Sasa namna gani ya kujisaidia ni wewe kuendelea kusubscribe na kuita watu wengine kuweza kujifunza maarifa mbalimbali ya kiafya ambayo kwako anaweza kawa msaada, au tusisubiri mpaka tatizo likawa kubwa ndio ukatafuta namna ya kujisaidia au ukatafuta mbinu ya kuweza kuwa salama zaidi. Ni vyema kuendelea kujifunza kwa kusubscribe na kuendelea kufuatilia zaidi. Maana, kuna mgeni subscribe alafu ukitoa video anakuwa afuatilie. Kwa hiyo hajui faida ambazo anaweza akazipata kwa kila video ambayo natoa. Kwa hiyo mimi wakaendelea kusubscribe na kufuatilia kila video ambayo mimi nitatoa. Sasa utafuatiliaje? Ni kuweza kupata notification kwa wewe mama kufanya kusubscribe, we kusubscribe na wewe jamii kuweza kusubscribe na kupata taarifa mbalimbali za kiafya ambazo zitakuwa msaada kwako na kwa nini kwa msaada kwa ndugu jamaa na marafiki. Kuepukana na changamoto za muda mrefu au maradhi ambayo anaweza kujitokeza kwa, kwa muda mrefu kaita athari katika jamii na kupoteza ndugu jamaa na marafiki ambao tumewapenda sana, Mungu akampenda zaidi.